Vuta ni kuvute kati ya serikali kuu na serikali za kaunti ilimlazimu naibu wa rais William Ruto kuandaa kikao cha dharura na magavana wa muungano wa Jubilee ili kujaribu kutafuta suluhu ya utata unaozidi kutokota. Magavana 21 kati ya 23 wa Jubilee walihudhuria kikao hicho kilichoandaliwa katika makazi rasmi ya naibu wa rais yaliyoko mtaa wa Karen. Kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo. Haiza, kawa ha, yako. Sawa. Magavana wa Jubili na wenzao wa wameikosoa serikali ya kitaifa kwa kuhujumu ugatuzi na kutishia kuandaa kura ya maamuzi ili kuibadilisha katiba na kuzipa serikali za kaunti mamlaka zaidi, lakini baada ya masaa matano ya majadiliano mwafaka ukapatikana to the executive and the

Magavana hao walisimama kidete kuwa sharti serikali ya kitaifa igatue majukumu yote ya kiserikali kwa serikali za kaunti na itoe fedha zinazohitajika iwapo swala la kura ya maamuzi litawekwa pembeni. About the referendum, remember the referendum will be on the basis of the questions proposed

Magavana hao walimtetea mwenyekiti wao Isaac Ruto dhidi ya madai kuwa alikuwa anatumiwa na viongozi wa upinzani kuhujumu serikali ya Jubilee na kuwatahadharisha Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake dhidi ya kujikokota kuhusu utekelezaji wa ugatuzi na kuwapa viongozi wa upinzani nafasi ya kuwaonyesha kama vinara wasio na nia ya kufanikisha mfumo mpya wa utawala. Licha ya magavana na naibu wa rais kuonekana kukubaliana kuhusu masuala kadhaa, kigezo kikuu kitakuwa ni jinsi utekelezaji wa ugatuzi utakavyoendeshwa kama ilivyoandikwa kwenye katiba. Francis Gashuri, Citizen Nipashe, Nairobi.